Amani imefika sehemu ambayo watu wanaipuuza sana, lakini Yesu Kristo wakati anaondoka anasema amani yangu na wapeni, amani yangu na waachieni, anasema ninachowapa mimi sio kama ulimwengu unavyowapa. Ayubu 22:21 anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani na nasema ndivyo mema yatakavyokuijilia. Kwa hiyo kuna watu ambao tumeyakosa mema kwa sababu ya kukaa mbali na amani. Maombolezo yanatuambia uliniweka mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Kwa hiyo mafanikio ya mwamini yanaambatana na amani, na amani inapokosekana, manake mlango wa mafanikio umekosekana. Na kama mlango wa mafanikio umekosekana, manake milango ya fursa imefungwa. Ndiyo, huyo mtu anajaribu kila kitu akieni, lakini chanzo ni nini? Amani. Tulisema amani ni lango, sio mlango, kwa sababu lango linatumika kwa interest ya vitu ambavyo ni spiritual things. spiritual beings. vitu ambavyo havishikiki, havikamatiki, vinaingia kupitia malango. Kwa hiyo amani, Kristo alijua amani ni lango mafanikio ya watoto wangu, na ndio maana na kuagiza itafute sana amani, kwa sababu palipo na amani pana Mungu na alipo Mungu pana shwari ya moyo yeah. Haleluya! Kwa hiyo Kristo alikwambia kwamba jamani, utajua niko na wewe, amani ikiwa na wewe, utajua natembea na wewe, amani ikiwa na wewe, utajua hilo ni kusudi langu, amani ikiwa na wewe, utajua ni mapenzi yangu, amani ikiwa na wewe mimi wakati umepoteza amani, unaenda njia yako, sio njia yangu. Wakati umepoteza amani, unatembea wewe ukiwa hauko na mimi. Lakini palipo na amani, nitakuwepo, maana alipo Bwana wa amani, pana wokovu tele. Alilipa gharama ya amani yetu. Ukiona moyoni mwako amani haipo, ujue kuna vitu havijakaa vizuri. Ukiona moyoni mwako amani haipo, ujue kuna vitu avi anaenda kuiba. Ukiona amani haipo ndani yako, ujue hautendi mapenzi ya Mungu. Ukiona amani haiko moyoni mwako, ujue Bwana amegeuka kuwa adui yako, lakini yako ikumbatia amani, itafute amani, ishikilia amani, tembea na amani, na Bwana wa amani atakupajirisha, atakuheshimisha, atakubariki, atakutokea, atakupa mema, kwa sababu umeshikamana na amani. Hebu mpe Yesu makofi.